Unapokuwa na uzito mkubwa, sio rahisi ukatengeneza ngozi yako na ikatengamaa. Kwa hiyo kwa ufupi, utakuwa na chunusi nyingi, utakuwa na mabaka, unaweza ukapata melazma au matatizo mengine ya ngozi, na hili tatizo linaweza kukushambulia usoni au ngozi ya mwili mzima. Sababu kubwa ni kwamba unakuwa na, na sumu nyingi mwilini na ngozi inakuwa na kiwango kikubwa cha mafuta yaani sebum ambayo sio rahisi kuweza kuishiwa chunusi. Lakini jambo lingine ni kwamba utendaji kazi wa ini katika kutoa sumu kwenye damu unakuwa ni mdogo sana, hivyo zile sumu zinakuwa zinatoka kwa njia ya ngozi na vinyweleo. Kwa hiyo mwisho wa siku vile vinyweleo pia vinaziba na ni rahisi ya ngozi kuweza kuchakaa, kuzeeka, kutepeta na kukosa nuru. Mwisho wa siku, ile elasticity ya ngozi, collagen, biotin zote zinaisha na ngozi inaanza kuchakaa. Sasa ili kuweza kuondoa matatizo ya ngozi lazima kwanza utoe sumu mwilini, uimarishe uzito wa mwili wako, tumia mwongozo wa lishe kutoka Okoa Mwili kuweza kukaa sawa. Tunaendelea na challenge yetu ya siku 30 ya kutoa sumu mwilini kwa kutumia C247 na livakea, na leo ni siku ya 28 jioni ambapo tunaenda kutumia livakea kidonge kimoja kwa ajili ya kuimarisha utendaji kazi wa wa ini, ini iweze kuchuja sumu vizuri kwenye damu na sumu ziweze kutoka vizuri, na ili ngozi iweze kubaki salama. Dozi ya mwezi mmoja ni shilingi laki 1 oa mbili. Habari njema ni kwamba tuna punguzo la asilimia 15 ambalo linaisha tarehe thelathini. Kwa hiyo kama utawahi punguzo hili uh, dozi ya mwezi mmoja badala ya laki na mbili utaipata kwa laki na632, na kama utachukua miezi mitatu utakuwa ume, ume. Kwa hiyo karibu sana, nitafta whatsapp kwa namba inayoonekana hapo, au komenti neno ni unge uweze kujiunga na grupu letu la kujifunza lisha ya kutoa uzito na sumu mwilini bure.